Nitumie nafasi hii kukushukuru sana naibu mkurugenzi, kwa taarifa uliyotupa ya maendeleo ya ujenzi na taarifa ya kututia moyo kwamba ratiba yenu bado iko vile vile, kwamba tarehe 26 Januari mgependa mkamilishe mradi huu. Ni jambo ambalo lina linasubiriwa kwa hamu, na hasa kwa maelezo uliyotupa ya kwamba kukamilika kwa bandari hii kutaimarisha biashara katika ukanda wa kusini lakini pia pamoja na nchi jirani za Malawi na Msumbiji. Hili ni jambo kubwa sana na ambalo tunalisubiri kwa hamu kubwa. Ukweli kwamba Mheshimiwa Rais alikuja mwenyewe mwezi Septemba mwaka jana kuweka jiwe la msingi maana yake ni kwamba Mheshimiwa Rais anatoa umuhimu wa pekee katika kukamilika kwa bandari hii na Mheshimiwa Rais anatambua jinsi ambavyo itasaidia wananchi wa ukanda wa kusini katika kujiletea maendeleo. Kwa hiyo tunaomba nyinyi wenzetu wa TPA mnapolisimamia hili mjue kwamba mnafanya jambo ambalo ni jema kwa taifa letu, ambalo litaenda kuleta maendeleo. Kwa hiyo mlisukume kwa nguvu zenu zote. Yeah. Kama mnavyoona hapa nyuma kuna ujenzi wa gati unaendelea. Gati hili litakuwa na sehemu mbili kwa, uh, kwa maana ya hiyo jeti, upande mmoja unaweza ukaegesha meli na upande wa pili unaweza ukaegesha meli, kwa hiyo tutakuwa na gati mbili zenye uwezo wa kubeba meli mbili, kila meli itaweza kuwa na uwezo wa tani elfu tano. Lakini kwa maana ya bandari yenyewe itakuwa na kina cha hadi mita 7.2 na meli yenye uwezo yenye urefu wa hadi uh, mita 115 inaweza ikaegeshwa ika. Na hizi meli zitakuwa ni za mzigo mchanganyiko, kwa maana ya makontena pamoja na mzigo mwingine mchanganyiko na tunatarajia kwamba wateja wetu wakubwa watakuwa ni nchi ya Malawi pamoja na kaskazini mwa nchi ya Msumbiji ambako meli zetu za ziwa Nyasa zitaweza kutembea.